Na umoja wa Afrika umelaani vikali jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Benin na kuwataka wanajeshi kurejea katika kambi zao. Mwenyekiti wa umoja huo wa Afrika Mah Mahmud Al Yusuf amewahimiza wahusika wote wa jaribio hilo la mapinduzi kusitisha mara moja vitendo vyote visivyo halali na kurejea kwa haraka kwenye kambi zao halali na majukumu yao ya kitaalam. Hata hivyo, vyanzo vingine vya kijeshi vimesema kuwa rais Talon amepelekwa katika eneo salama na kwamba hali iko e, chini ya udhibiti nam na. Na tunaye hapa Ibrahim Rahby, mchambuzi e, wa masuala ya kimataifa kuangazia taarifa ambazo nimekusomea. Ibrahim, karibu sana. Shukrani. Tuanze na taarifa <coughs> hii ya Benin. Najua kuna vitu viwili vinakanganya e: ni jaribio la mapinduzi au ni mapinduzi yaliyofanikiwa? Mm, kwa taarifa ya hivi karibuni ni jaribio lililoshindikana lililo mm, lililofeli lakini awali kama taarifa za jana zilichukua muda kidogo zaidi ya saa tano mpaka sita bado ilikuwa imekariri kuwa yalikuwa ni mapinduzi yaliyokuwa yamefanikiwa baada ya wale wanajeshi kwenda kwenye kituo cha televisheni ya taifa na kutangaza kuwa wamechukua udhibiti na wakamtangaza kabisa ambaye ataongoza uh, nchi kipindi hicho. Wakatangaza kuwa mipaka ya nchi imefungwa mm -hmm. na kusimamisha katiba na kuzuia masuala ya kisiasa yote kwa jumla. Hilo walitangaza. Nadhani tangazo lao lilikuwa linajaribu kutafuta uungwaji uh, mkono upande pe. Manake ukilitazama hili tukio la Benin ni kama vile kulikuwa kuna kundi dogo la jeshi lililoasi, halafu kutokana na matatizo ya kisiasa yaliyopo ndani ya Benin. Hmm. Wakaona wanaweza wakaitumia hiyo fursa kupata uungwaji mkono wa upande wa pili. Sasa kile kilichokuja kuonekana baadaye ni kama uh, upande wa jeshi ambao ulikuwa unaunga mkono serikali ulikuwa bado una nguvu na wakajaribu kulizuia hilo, lakini pia kulikuwa na uingiliaji kati wa Nigeria hmm, baada ya mamlaka ya ndani ya Benin kuomba msaada haraka kwa Nigeria kuwa tunatishiwa ile kwa Nigeria ilitumia Uh, ndege za kijeshi ikatuma askari uh, wengine kwa ajili ya kujaribu kuweza kwe, kwa sababu inaonekana kama kulikuwa kuna kambi moja tu ambayo ilikuwa imeshughulika kufanya hilo tukio, na wakafanikiwa kudhibiti haraka jaribio hilo na m, kwa mujibu wa serikali ya Benin watu 12 mpaka 13 ambao walihusika na lile tukio wote wame, wamezuiliwa mm -hmm. Lakini pia kuna baadhi ya wanajeshi ambao walikuwa wameunga mkono uh, jaribio hilo wakawa wamechukua watu wengine kama mateka, kwa hiyo bado kuna msako unaendelea na nchi haiko kwenye utulivu, maanaake kulikuwa kuna jaribio alafu baada ya ile jaribio kukasikika kama kuna mapigano makali baadaye licha mm. ya kuwa tayari tangazo la majaribio lilikuwa limeshatoka. Uh, Patrice Talon huyo hapa eh, amekuwa madarakani tangu mwaka 2016 eh, rais wa nane wa, wa Benin eh, ni kiongozi wa namna gani na kwa nini akumbwa na, na jaribio la mapinduzi mara hii? Hakosi kile ambacho kimekuwepo, hmm. uh, Talon anatajwa kuminya siasa hmm. kuzuia wapinzani wake uh, au, yani kudhibiti upinzani ndani ya nchi. Kwa hiyo hiyo ndio unaweza ukaliona kuna tofauti kidogo ya aina, unajua, kwa mapinduzi ya magharibi mwa Afrika, kila nchi wamekuwa na sababu zao. Ukiangalia okay. kama hiki kinachopelekwa Benin ni kuwa kuna matatizo ya kisiasa, lakini Talon mwakani atakuwa ni amemaliza temu ya pili, kwa hiyo atakuwa anaondoka kwenye, kwenye, kwenye nafasi yake ya urais mwakani, kwa hiyo itakuwa mwisho. Sasa kwa nini wakusubiri? Uh, labda kama walikuwa wanataka mabadiliko ya kiongozi, usubiri muda wake wa kumalizia ufike. Kansa ni kansa, yaani magharibi mwa Afrika tumekuwa na hilo, kwa sababu ni juzi tumeona hapo Guinea Bissau mm. kilichotokea sasa ukitazama mapinduzi ya magharibi mwa Afrika na, na majirani zake, majirani zake ni ja walikumbwa na mapinduzi na Togo yani pe... Nigeria, Nigeria na na mm, ndio wako salama yeah. Yani kule juu wale wawili wale nini, Burkina Faso na, na mwenzake ni wote walikumbwa na mapinduzi, ndio nakwambia. Mm, kuna kuna sababu tofauti, licha ya kuwa mapinduzi tumeyashuhudia sana magharibi mwa Afrika, kwa sababu toka 2019 mpaka leo mapinduzi yaliyotoka magharibi mwa Afrika ni yaliyofanyika Gabon pekee, ambayo ni uh, Central Africa hii ni kuelekea kwe, Afrika kati, lakini mapinduzi yote yametokea upande wa magharibi mwa Afrika. Sasa najaribu na, na, na kuangalia sababu zinazoanisha kwa nini majeshi ya magharibi mwa Afrika amekuwa mepesi sana kufanya mapinduzi, lakini ndani yake utagundua kila watu wana sababu zao. Mapinduzi ambayo yalikuwa ya mwanzoni mwanzoni, na kumbuka, 2021 kulikuwa na mapinduzi yalitokea kule Guinea mm. Alpha Conde mm -hmm. alichezesha katiba ukomo ya kuondoa ukomo wa nafasi ya urais, kwa hapa ilikuwa ni shida ya kisiasa.